Usiku wa kijiji cha mzimu wa Kigogo. Wanakijiji wa Kigogo walikuwa na desturi moja isiyovunjika, hakuna mtu aliyetakiwa kupita karibu na kaburi la Mzee Lusajo baada ya saa tano usiku. Walisema yule mzee hakulala, alilaaniwa. Na usiku roho yake hurudi kutembea. Miaka mingi nyuma, Mzee Lusajo alikuwa mganga mashuhuri kijijini. Lakini baada ya kufa kwa watu watatu waliokuwa wanamkosoa, wazee walimshutumu kwa uchawi. Walimzika mbali na makaburi ya wengine, pembeni ya mto mdogo uliokuwa na maji meusi kama damu. Tangu siku hiyo, mvua ikinyesha, maji ya mto ule yalikuwa yakibadilika rangi kuwa mekundu. Lakini vijana wa kijiji hawakuamini hadithi hizo. Walicheka na kusema, hizi ni stori tu za wazee wanaopenda kuogopesha watoto. Siku moja vijana watatu Amani, Juma na Selemani waliamua kufanya jaribio. Walitaka kurekodi video ya e kuthibitisha e kwamba mzimu haupo. Wakachukua simu zao, tochi na kipaza sauti, wakasema, leo tutarudi na ushahidi wa kisayansi. Walipofika karibu na kaburi, upepo ulianza kuvuma kwa sauti ya ajabu. Majani yakaanza kusogea kama yanacheza dansi ya mauti. Mto ukaanza kutoa povu jeupe na anga ikatulia kimya. Ghafla hakukuwa na sauti ya nyoka, ndege, wala upepo tena, kimya kizito, ikinachoweza kusikia mpigo wa moyo wako. Amani alishusha pumzi na kusema, tuanze kurekodi. Lakini kabla hawajabonyeza rekodi, taa ya tochi ikazima. Selemani akacheka, betri imeisha bwana lakini ndani ya sekunde chache mlio wa sauti nzito ulisikika kutoka kaburini, kwa nini mmekuja? Nilishawaambia usiku ni wa kwetu. Wakakimbia, lakini walipojaribu kurudi nyuma, njia ile ile waliopitia ikawa haionekani tena. Mbele yao miti ilianza kugeuka kuwa kama maiti waliokaa. Mmoja wapo akasema, hii si kweli, hii ni ndoto. Wakasikia kelele ya mtu akilia ndani ya mto. Amani alikimbilia kutazama na akaona uso wake mwenyewe ndani ya maji ukimcheka. Akasikia sauti ikisema kwa utulivu, wewe ndiye wa mwisho niliyekuwa nasubiri. Wakati huo Selemani alipiga kelele akisema, Juma ametoweka. Simu yake ilibaki chini ikiwa inarekodi, ikionyesha kivuli kikubwa kikimvuta kaburini. Walipojaribu kumfuata, ardhi ilifunguka kama mdomo, ikameza kaburi lote upepo ukapita tena na kila kitu kikawa kimya. Asubuhi yake wanakijiji walikuta alama tatu za miguu mikubwa sana zikizunguka kaburi lile lililotoweka. Mto ulikuwa mwekundu kama damu na majani yalikauka yote, na hadi leo hakuna mtu anayepita pale usiku. Wanasema usiposikia sauti ya upepo usiku wa Kigogo, basi mzimu wa mzee Lusajo yuko karibu yako. Na kama utasikia sauti ikikuuliza umerudi tena, usijibu, kwa sababu anayejibu hatakiwi tena na dunia hii.